Shirika lisilo la kiserikali linalojihusisha na utetezi wa haki za binadamu lililopo mkoani Mtwara la Mlango wa Matumaini kwa wanawake na vijana yani, Door of Hope to Women and Youth Tanzania limetoa mafunzo kwa wadau takribani ishirini kutoka wilaya ya Mtwara kupitia mradi wa pinga ukatili jenga amani na kizazi chenye usawa, ili kuwajengea uwezo juu ya mambo mbalimbali yanayohusu namna ya kukabiliana na, na, kukabilia na vitendo vya ukatili wa kijinsia na masuala ya uvunjwaji wa haki mafunzo hayo yaliyoshirikisha wadau mbalimbali ikiwemo viongozi wa dini, viongozi wa kimila, watu wa mashirika yasiyo ya kiserikali, watu wenye ulemavu na wanahabari, yamefanyika Mei 15 2025 katika ukumbi wa TCCIA, manispaa ya Mtwara Mikindani, huku shirika hilo likiunda timu ya kijamii ya mfumo wa rufaa kwa vitendo vya ukatili na uvunjwaji wa haki. Faida Online TV imekuandalia taarifa ifuatayo. Jina langu ni Habiba Mpimbita na hii ni Faida Online TV. Tafadhali usiache kusubscribe channel yetu, ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Hakika sisi ni watu wa field. Kwa majina naitwa Clemens Mombeki, mimi ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Door of Hope Tanzania. Leo tulikuwa na eh, shughuli moja muhimu sana ya kukutanisha wadau mbalimbali, hasa viongozi wa dini, asasi za kiraia, watu wenye ulemavu, waandishi wa habari pamoja na wasaidizi wa kisheria wa mkoa wa Mtwara na hususan e, wilaya ya Mtwara hapa, na lengo kubwa zaidi ilikuwa ni kuwapa mafunzo kwa lengo la kuunda timu maalum ya kijamii ambayo inashughulikia masuala ya rufaa kwenye vitendo vyote vya ukatili kwenye eneo letu la wilaya ya Mtwara, na masuala mengine ya ukiukwaji wa haki za watu na binadamu. Sasa jambo kubwa muhimu limejitokeza kwamba yapo matendo mengi ya ukatili wa kijinsia yanajitokeza kwenye maeneo yetu, yanayolenga kuvunja mazingira ya amani, utulivu, kuchochea masuala ya vurugu na migogoro mbalimbali kwenye eneo letu, lakini yanakuwa hayashughulikiwi kwanza ripotiwi kwa wakati lakini pia hata yakiripotiwa, yanakuwa yafuatiliwi kwa wakati, na hata yakifuatiliwa, muda mwingine haki au huduma zinazotakiwa hazipatikani. Lakini jambo jingine unakuta wanao e, katiliwa au wenye changamoto za namna hiyo za ukatili au ukiukwaji wa haki zao mwisho wa siku wanakuwa wanahitaji huduma zaidi ya moja. Na mwisho wa siku wanabaki kuwa wamepata huduma ambazo ni pungufu, au wakihudumiwa usalama wao unakuwa na mashaka, lakini mwisho wa siku hawapati uh, hata haki zao au huduma stahiki. Chombo hiki tumekiunda, kina watu ishirini, kinalenga kuunganisha kwanza nguvu za pamoja; mbili kuhakikisha kwamba wanashughulikia vitendo vya ukatili wakiwa na taarifa za msingi na uhakika wa tatizo linalomkabili mwanga, lakini mwisho wa siku kushughulikia tatizo hili kwa mujibu e, wa kimazingira, maana ya muktadha wao, na kuangalia haki zinazostahili huyo mtu au huduma kuzipata kwa wakati mmoja. Kwa mfano, inawezekana e, mtoto amebakwa au amelawitiwa au amepigwa, au mwanamke ameumizwa kimwili au mwanaume au mtoto wa kiume lakini mwisho wa siku akabaki tu kupata huduma za msaada wa kisheria peke yake, kumbe anahitaji kupata huduma za kimatibabu, anataka kupata msaada wa kisaikolojia, anapata kupata huduma za kiuchumi na mengine kama hayo. Sasa mwisho wa siku tusipokuwa na chombo ambacho kinaweza kufanya uchambuzi wa kina na kufuatilia kesi au matatizo ya wahanga, na mwisho wa siku akatoa rufaa ya huduma kwa watoa huduma wengine ambao ni nje ya uwezo walionao waliona wenyewe, basi unakuta wahanga wetu wapati huduma stahiki. Ndivyo tumeamua sasa kwa kwamba tunakiunda chombo hiki kwenye wilaya hii ya Mtwara na tumekiunda chombo kingine wilaya ya Tandaimba, na lengo kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba pamoja na huduma za msaada wa kisheria tunazozitoa, pamoja na rufaa mbalimbali tunazozipokea kwenye kituo chetu, bado tuhakikishe kwamba wahanga wale wanaendelea kupata huduma stahiki nyingine zaidi ya msaada wa kisheria kwa majina. Naitwa Betelda John Rakatare, ni mwanasheria kutoka shirika la Door of Hope Tanzania, kituo cha msaada wa kisheria. Mradi uliotukutanisha siku ya leo ni mradi wa pinga ukatili jenga amani na kizazi chenye usawa, na kwenye mradi huu mimi ndiye afisa mradi, nasimamia mradi mzima. Mradi huu tunaotekeleza kwenye wilaya mbili, Tandaimba na Mtwara vijijini, kimaanisha kwenye kata ishirini, kata kumi zikiwa Tandaimba na kata kumi zikiwa Mtwara vijijini. Siku ya leo tumekutana na wadau mbalimbali na lengo la kukutana siku ya leo ni kutengeneza mfumo mzima au timu mzima ambayo tutafanya nayo kazi ili kuwasaidia waathirika wa ukatili wa kijinsia. Kwa maana hiyo, siku ya leo tumetengeneza njia za rufaa ambazo tutatumia katika utekelezaji wa mradi huu, lakini haitaishia kwenye mradi huu. Utakuwa ni mwendelezo wa siku zote, kwa kuwa taasisi yetu inacho kituo cha msaada wa kisheria lakini taasisi yetu pia imejikita katika kutetea haki za binadamu kwenye jamii yetu. Kwa majina, naitwa Eva Erio, natokea taasisi FB Empowerment Mtwara. Tunashukuru sana kwa taasisi ya Door of Hope Mtwara kutukaribisha kwenye mafunzo ya kupinga ukatili. Lakini pia tumekuwa mabalozi wazuri kwa hali ambayo tumefundishwa, tutakuwa mabalozi wazuri kuyapeleka kwenye maeneo yoyote vijijini na mijini, lakini pia kwenda kufundisha jinsi gani ukipata ukatili nini kifanyike, na tuko tayari kupokea mashauri ya aina yoyote ya unyanyasaji wa kijinsia, lakini pia hata kiuchumi. Tanzania mzima, haya mambo yapo mengi, lakini kwa hiyo tukipambana wote, tukishirikiana kwa pamoja, tunaweza tukaokoa hata vizazi vijavyo. Mimi naitwa Musa Saidi maarufu Ndazigula, mimi ni katibu wa Bakwata wa mkoa wa Mtwara. Kwanza niwashukuru sana taasisi hii kwa namna walivyoweza kuandaa mafunzo yao lakini namna inavyofanya juhudi ya kukataa maswala ya ukatili wa kijinsia. Uh, nimeelewa vema, lakini pia sio tu kuelewa, nimepokea na naweza kuyafanyia kazi yale ambayo nimejifunza kwa siku hii ya leo. Uh, kimeundwa kikosi kazi Kikosikazi hiki nimefurahia kuona kwamba tunaweza tukafanya kazi nacho pamoja. Lakini mimi kama kiongozi wa dini, kwanza ni moja ya kazi yangu kuhakikisha kwamba ukatili wa kijinsia haupatikani katika jamii yetu. Sana sana natakiwa nisima, nisimamie hilo na nione kwamba jamii inaishi katika hali ya amani na utulivu. Kwa majina, naitwa Maimuna Lipulika, natokea Mahurunga, kiongozi wa kimila. Kimsingi leo nimejifunza kwa mafunzo ya leo ni namna ya kukabiliana na maswala ya ukatili, ukatili ambao upo kwa wanawake na wanaume, lakini ni kuangalia zile changamoto za wale wanaoathirika na ukatili, na ukatili huo ambao ni hata pamoja na hivi wanafanyiwa watoto wadogo, wanafunzi mashuleni, lakini hata watumishi maofisini. Kimsingi, hii hali ya hewa na sisi kama ni watu maarufu, haya yanayofanyika maeneo yetu, nina haki kwa elimu ambayo nimeipata, ni kuendelea kuwapa mafunzo wananchi, na wale ambao wanafanyiwa ukatili, ni kuangalia namna ya kuwasaidia kuondokana na adha ambayo wanaipata mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada. Jina langu ni Habiba Mpimbita wa Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe chaneli yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Hakika sisi ni watu wa fieldi.